Elisa. Mambo vipi? Yeah. Uh, kila tarehe moja Mm. Disemba Mm. ya kila mwaka huwa ni maadhimisho ya siku ya ukimwi duniani. Okay. Uh, maambukizi bado yapo na yanaendelea kutokea kila kukicha, kwa wakubwa kwa wadogo. Mm. Lakini tu discuss katika level ya famili. Nasema kama katika mke na mume Uh, katika wanandoa mm -hmm. Tumeshuhudia kwamba ndoa nyingi zinafungwa wa wapenzi wakiwa wasafi, na ndoa nyingi za Kiislamu au za Kikristo au dhehebu lolote mm -hmm. wanapima kwanza mume na mke kabla hawajaenda kwenye ndoa, wakionekana ni wasafi wanafungishwa ndoa, lakini cha ajabu mm -hmm. ndani ya maisha ya ndoa huwa wanapata maambukizi. Sasa swali la ufahamu, kati ya mume au mke kati ya mwanamke na mwanaume katika maisha ya ndoa, nani huwa ndo chanzo cha kuleta magonjwa katika familia, kwa uelewa wako mdogo? Uh, okay. mm. Kwa uelewa wangu mdogo mi nahisi mm. ni mwanaume ndo chanzo kikubwa cha maambukizi, japokuwa pia wanawake mm. wana, wana cha, yani wanaleta maambukizi ndani okay. Lakini asilimia kubwa ni wanaume ndo wanaleta Katupa sababu kwa nini wanaume? um, kwa sababu wanaume wengi sio waaminifu asawasa. Okay, mwanaume ambayo ana pesa kidogo ya, yeah. Kuna dada mmoja nilijaribu kumuuliza wanawake wengi mm, uh, wanasema kwamba kuna vipindi tofauti tofauti wanapitia wanawake Mm -hmm. Katika maisha ya ndoa kwa mfano wakiwa wajawazito mm -hmm. kile kipindi cha miezi tisa unakuta mm -hmm. mwanaume ni ngumu kuvumilia, most wapo wanaojitahidi na wapo wanaoweza, lakini kuna wale ambao wanasema hawawezi. Kwa hiyo kile kipindi ndio kipindi ambacho wanaume wengi wanatoka nje ya ndoa, cha ujauzito paka kujifungua, paka kujifungua. Na akaniambia wengine ni uaminifu, umeona. mm -hmm. kwamba kuna wengine wanachiti na wanaume ni wepesi sana kuchiti kwa sababu mm, tofauti tofauti. Sasa, maelekezo yako ni nini? Yaani nini wafanye hao wanaume wasilete maambukizi nyumbani? Kwa mfano kuna ile kuoa mke zaidi ya mmoja, pia ina maambukizi yanapungua, kwa sababu ya kama huyu leo yuko mja mzito, amejifungua, basi unaamia kwa bi mdogo. Hiyo ni katika mila na desturi za baadhi ya madhehebu yes. Bake, kuna madhehebu hilo ni dhehebu la like Kiislamu linaruhusu wake mpaka wanne. Uh, kuna mila na desturi kama ya Wakristo wao ni, ni mke mmoja huh. Hapa ni kuambia tu watu uhalisia unajua uwezi ukamfunga mtu kamba eh? Okay. Ya, kama uwezi ukamfunga mtu kamba ni kumshauri tu atumie kondomu ikiwezekana kwamba ukienda kuchepuka tumia kondom, ili ukirudi tuete magonjwa wapi nyumbani, kama njia ya kuzuia maambukizi ya nini ya HIV. Na hiyo ya kuoa mke zaidi ya mmoja nafikiri mtu, mtu kama sio mwaminifu sio mwaminifu tu, anaweza kuoa wake wanne, lakini bado akacheat. Sijui nalifahamu, ah, unajua wanaume wanaume cha yao mm. ni, ni, ni, binadamu ni wanyama Okay. Na mwanaume na mwanamke, mwanamke ni jike na mwanaume ni dume. Mtu mm -hmm. mwingine anaweza akaoa wake wanne lakini stili akaendelea kuchiti, hiyo tu weka kichwani. Kwa hiyo cha kuwaambia wanaume, mnapochiti kama sasa hivi wanatazama mm -hmm. kwamba mnapochiti wanaume, tumieni kondomu, na mnapochiti na michepuko yenu Hakikisheni mepima kwa sababu kuna maisha ya familia, sema wanaume wengi hawapendi kondomu. Anaweza wo... leo hiyo, naona sio njia sahihi. Njia sahihi ni kupima. Anaweza yes. leo akaenda akatumia kondomu, kesho akaenda katumia, mm. kesho, katumia kondomu, kesho, aka, Siku inayofuata akaona kama nimeshamzoea mzoea aka, aka aka yes. pembe, pembeni akamwamini, hapo ndo anapeleka maambukizi nyumbani. Njia sahihi ni kupima. Mwaminifu, tumetoka na jibu moja katika discussion ya leo njia sahihi aidha uchepuke au ufanye chochote kile ambacho kitakupelekea kufanya mapenzi nje ya familia, njia sahihi ni, ni kupima. Kupima pima na mchepuko bwana, ili kuokoa ndoa yako, kaa nasi Glozack Empire katika vipindi vingine. Bye. Bye. Bye.